Jumuiya ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo leo walipata mwaliko wa kuhudhuria e, bungeni ikiwa ni kusomwa kwa bajeti ya wizara ya viwanda na biashara chini ya mheshimiwa Selemani Jafo, na sisi kama JWK e, tulipata wasaa pia wakuweza kutembelea na kuweza kuingia katika viunga vya Bunge. Unaitwa nani? Unafanya biashara gani? Pia kama una cheo unaweza kutuambia cheo chako. E, bana, mi naitwa Henry Kanje eh ni mjumbe wa halmashauri kuu ya jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Nipo kwenye biashara na biashara mbili pale Kariakoo. Nafanya biashara ya phone accessories kwa maana ya vifaa vya simu, lakini pia nafanya biashara ya home appliances kwa maana ya vifaa vya umeme majumbani kama TV, pasi, friji na vitu vingine misili, majiko ya gesi, blenders na vitu vingine vya misili ya namna hiyo kupitia brand yangu ya ya Trofacom. Kwa unavyoona Trofacom mtaani huko inapozagaa basi ndo brand ambayo tupo kama kampuni tunaisimamia na tunaifanyia kazi. Cha kwanza kilichotuleta Dodoma ni kuja kumuunga mkono na kuiunga mkono Wizara ya Viwanda na Biashara chini ya Dr. Suleiman Jafo kwa namna ambavyo wizara hii imekuwa ikishirikiana na sisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika yale ambayo tunayoyapigania yapigania. Kwa hiyo ni cha kwanza kuja kuunga mkono juhudi zao, kwa sababu nao wanatuunga mkono sisi wafanyabiashara. Lakini nikiwa bungeni leo hii nikiwa nafuatilia Wizara ya Viwanda na Biashara, wakati Dr. Suleiman Jafu akiwasilisha hotuba uh, yake kwa wabunge, nimevutiwa namna ambavyo kila mbunge aliyekuwa akichangia katika uh, dakika zile alizokuwa amepatiwa na, na, na naibu spika, angalau alikuwa anagusia swala la wafanyabiashara katika kila mbunge alikuwa anasimama, utasikia anagusia swala la Kariakoo, utasikia anagusia swala la wafanyabiashara. Hii maana yake ni kwamba swala hili limemfikia kila mmoja. Angalau sasa wabunge, wizara na maeneo mbalimbali mbali wanaelewa kwamba hatua tuliofikia kama, kama nchi, kuna vijana wengi ni wasomi, nchi imepata maturity kuna ukomavu wa kiuchumi ambao upo, kuna ukomavu wa kifursa ambao unaonekana na kwenye trading. Sasa wazao wanataka kuhakikisha kwamba kwenye eneo la trading wanabaki wao wenyewe, lakini wageni waweze kufanya biashara bia katika sekta nyingine ambazo ni aidha ni za uzalishaji. Na sisi tunasema hivi, katika nchi yoyote ulimwenguni, hatujai kuona nchi yoyote ulimwenguni mwekezaji anakuja na bidhaa ambayo imekamilika kutoka kwenye nchi yake kuja kufungua duka kwenye nchi ya mtu mwingine, kujichanganya na raia wa nchi nyingine, eti amekuja kama mwekezaji na bidhaa ambayo tayari ni complete. Wawekezaji wanakuja katika mtindo wa namna hii: mwekezaji anakuja na mtaji, anakuja kuzalisha bidhaa au huduma kwa kutumia malighafi zilizopo kwenye nchi husika, alafu anaalika wafanyabiashara wazawa kwenda kusambaza hiyo huduma. sasa hicho ndo kinachofanyika. Lakini kinachofanyika sasa hivi na wao ndugu zetu sio biashara, wamevamia biashara za wazawa, na sisi kama wazawa tunasema ina, kuna uhitaji wa wao kuondoka katika sekta hii ya, ya, ya biashara za uchuzi, waende kwenye maeneo ya uzalishaji ambapo wazawa hawana uwezo wa kuwekeza katika maeneo hayo nje ya hapo hawapo katika utaratibu ambao unahitajika. Kwa majina yangu naitwa Isaya Sanga, ni mfanyabiashara wa vifaa vya simu Kariakoo. Kwanza umejisikiaje kuwa miongoni mwa wageni waalikwa leo bungeni? Ase, kwangu mimi hili jambo la heshima sana kama mfanyabiashara, lakini kama mwanajumuiya wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, kwangu mimi nimejisikia baraka sana kuweza kuwa miongoni mwa wafanyabiashara wachache ambao tumepata bahati ya kuweza kushiriki tukio hili la leo adhimu. Miongoni mwa vitu ambavyo vimeenda kujadiliwa bungeni ni kuundwa kwa sera madhubuti, sera ambayo itakuwa inawalinda wazawa, yaani sera ambayo itakuwa inasema hii biashara kama biashara inafanyika hii biashara ifanywe na mzawa na hii biashara ifanywe na mfanyabiashara kutoka nchi za ugaibuni, nchi za, nchi za wenzetu huko nchi za kigeni. Wewe, kama mfanyabiashara ambao umehudhuria siku ya leo bungeni, una maoni gani juu ya hoja hii? Kwanza uh, kitu miongoni mwa jambo ambalo nimelifurahia sana kama mfanyabiashara ni kuona ile ajenda ambayo kwetu sisi imekuwa ni ajenda mama kuna biashara yetu ya soko la kimataifa la Kariakoo, wabunge wameweza kuiongelea. Takriban wabunge wote wameweza kuligusia hii changamoto ambayo tunaipitia. Maana yake, kama kuna changamoto ambazo za zipo katika mifumo ya kisera, huu ni mwanzo sasa kuweza kuzibadilisha na kuziboresha. Lakini kitendo cha kuona majadiliano ya namna hii yameweza kuendelea katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake huko tunakoelekea kuna mafanikio mazuri sana. Tukienda kuna yale ambayo yamejadiliwa na yale maoni ambayo yametolewa mpaka sasa tayari wafanyabiashara na serikali, nia ya wazi imeshaonekana kabisa, kwamba lengo letu ni moja. Tunataka biashara ambazo tunazifanya wazawa tuzifanye wazawa, na zile biashara ambazo zinahitaji wawekezaji wazifanye wawekezaji, kulingana na sheria na kanuni za nchi yetu. Pale ambako serikali inapaswa kurekebisha na, na kuziboresha zile sheria, wamegundua ni wapi ambako anatakiwa arekebishe na kuyakusanya yale maoni ambayo tumetoa sisi kama wafanyabiashara. Mimi naitwa Edward Saguda Maduni, mfanyabiashara niko kwenye sekta ya thamani Nimekuja ni Dodoma kwa mwaliko wa kuja kuisapoti kupitishwa kwa bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo ndio wizara yetu. Kwa kweli nimefarijika sana na, na, na, na hotuba ya waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Jafo amenifurahisha sana mimi binafsi, kwa sababu amegusa maeneo ambayo ndio yalikuwa yana shida. Amezungumzia maendeleo, amezungumzia ukuaji wa, ukuaji wa uchumi Nimeona kabisa namna ambavyo viwanda vinavyoongezeka eh, yaani mwitikio ile, ile sera ya viwanda kwa kweli umekuwa ni mwitikio mkubwa sana, na nawashukuru pia wabunge wamegusia tatizo ambalo linaisumbua sana jamii ya Watanzania hasa walioko kwenye biashara ya wa Kariakoo, hasa Kariakoo na maeneo mengine ambapo wamezungumza, kila mjumbe ameonyesha kabisa uwasilishaji wa, wa, wa wa wake wakilishi wa, wa, wa wananchi wake kagusa, kwa sababu wafanyabiashara wako nchi nzima. Kwa kila, kila mbunge alikuwa akisimama anachangia anagusia wawekezaji wa nje, wasi, waondoke kwenye biashara za uchuuzi wabaki kwenye uwekezaji. Hiyo ni hatua kubwa sana, kwa sababu hilo eneo limekuwa na kelele nyingi sana, watu wamekuwa wakilalamika, umeona, halafu pia Yani, kwa ujumla mi nimefurahi sana bajeti hii. hata angetokea mtu wa kuipinga ningemshangaa. Bajeti nzuri, alafu pia inaenda kuongeza inaenda kuongeza chachu tena kwenye swala la uwekezaji, watu waende kwenye uwekezaji wa viwanda, sio kuja kwenye uchuuzi. Kwa kweli mimi naipongeza sana serikali, nimeipongeza sana Wizara ya Viwanda na Biashara, Katibu Mkuu Dr Ashili pamoja na, ma, na, na, na, na katibu mkuu msaidizi Wizara ya Viwanda, naibu waziri wa viwanda, kwa kweli wamenufurahisha sana. Mie big up sana Jafo, big up sana kwa mama, na salamu hizi ziwafikie wafanyabiashara wote. Ni hatua nzuri sana, tuena imani na, na wizara ya viwanda, tuena imani na, na Dr. Jafo, ameonyesha namna ya kutuunga, asante sana. Miongoni mwa vitu ambavyo vimeweza kupendekezwa ni kuendelea kudumisha viwanda vyetu vya wazawa, yani viwanda vya ndani. Unafikiri kama mfanyabiashara hivyo viwanda vikiendelea kudumishwa vitaleta faida gani? E, mimi ninaamini kabisa tukifufua viwanda vyetu vya ndani na tukiviendeleza, kuna manufaa mengi, maanake vile viwanda ninaamini vinatusaidia. Kwanza tunapata ajira, pili tunapata watatengeneza vitu ambavyo tunaamini vitakuwa ni bora, tofauti na hawa wenzetu wanatoka huko wanakuja wanatuambia wanawekeza, lakini wanatutengenezea vitu ambavyo asilimia kubwa vinakuwa ni feki, sio vile ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo ninaona kabisa kwamba tukidumisha kuendeleza viwanda vyetu, mimi ninaamini kabisa tutapiga hatua kama taifa. Sante. Mambo vipi? Eh, bwana poa bwana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Lupakisio au Aubati Mwasibata. Unafanya biashara gani? Mimi bwana, ni mfanya biashara, wakati nauza bidhaa za watoto wachanga ambao wamezitoka kuzaliwa au wenye mimba wa maandalizi ya mimba, waliotoka kuzaliwa na kuendelea hapo mpaka miaka miwili mwisho. Unajisikiaje kuwa miongoni mwa wafanyabiashara ambao wameweza kuhudhuria ama kualikwa kuhudhuria Eh, ile bajeti ya, ya, ya, ya, ya waziri wa viwanda, Mheshimiwa Selemani Jafo leo bungeni, yani kwanza kwa upande wangu ni surprise. Ni jambo ambalo kwangu mimi nimekuwa ni la furaha kwa sababu katika maisha siwahi kufika bungeni. Kwa mimi kwangu binafsi naona, fla, yani, naona flash kwa kile ambacho nilikusudia kama mfanyabiashara lakini pia kama mwanachama wa jumuiya ya JWK kwa kweli limenipa faraja, limeonekana kwamba hata sisi wafanyabiashara wafanya tuna si, tunajulikana, tunafahamika, Bunge linatufahamu, serikali inatufahamu, wizara, idara zote zinafahamu kwamba kuna wafanyabiashara mahali fulani wanafanya biashara mpaka wakatualika mahali hapa. Miongoni mwa vitu ambavyo vimeweza kujadiliwa au kupendekezwa bungeni ni hawa wafanyabiashara wadogo waweze kuundwa maz, ma, mazingira yao yale yaweze kuwekwa vizuri kama ulivyosema ni mfanyabiashara mdogo, una maoni gani juu ya hili swala? La kwanza kabisa, na nitakuwa na maoni matatu. Maoni ya kwanza kabisa ni kuona kwamba wafanyabiashara wadogo ambao sasa wao wanawaita machinga lazima watengewe maeneo yao kwa ajili ya biashara, ili kuleta usawa katika utafutaji riziki. Lakini la, katika hilo hilo pia kutoa fursa kwa wafanyabiashara wakati ambao wana maduka vigoli na mambo mengine yanaofanana na hilo ili wao pia wanaweze kufanya biashara. Swala la tatu, lakini pia ni kutoa mwanya kwa raia wa kawaida yani barabarani, kwamba wafanyabiashara wadogo wanapokuwa wanapokua barabarani, wanazuia mfanyabiashara mkuu, wakati anapokuwa mfungua duka, anatoa sampo mpaka barabarani. Lakini kama hili linaenda sawa, mimi sina shida watafutiwe na sisi tufanye biashara, watu wafanye biashara wakati, ili mitaa ipitike na kila kitu kiendelee, alafu kila mmoja apate riziki na maisha ya yaendelee kwao. Ni jukumu la wizara, kama walivyotoa kwenye bajeti kwamba wana mpango na mkakati ya namna hiyo. Kwa hiyo, nimeshukuru na nimepongeza sana sana sana sana. La tatu ambalo ni la mwisho uh, ni kuhusu hawa wawekezaji. Wawekezaji, tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametoa rupu kubwa kwa wawekezaji kuingia nchini lakini sasa wawekezaji kuingia nchini wengi wamekuwa janja janja wametumia lugha fulani viongozi wa serikali watumishi wa serikali wanasema sasa chakula chakula kitu ambacho kinakuwa si sawa kama kwa uzalendo na ustawi wa nchi yetu kwa tunaomba serikali izidishe izidishe na kama ilivyosema kwamba itazidisha uangalizi kama wameshuhudia jafu alivyotoa wa juzi jana na mpaka leo na kamati imeundwa tunapenda kuona ili jambo lilikuwa endelevu na kuendelea kama lilivyosoma kwenye budget. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa upande wangu. Hao ni matatu. Yes, bado ni miongoni mwa wafanyabiashara kutoka katika jumuiya ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo bado wana, wanaelezea eh, kile ambacho kimeongelewa leo bungeni. E, wakati bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara ikisomwa chini ya waziri mwenye zamana yake Mheshimiwa Sulemani Jafo. Na kikubwa zaidi e, usisite kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata zile taarifa ambazo tunakuwa tunazipakia. Mimi naitwa Emmanuel Masuza na nyuma kamera yupo Daudi.